Katika maisha ya kila siku tunafanya maamuzi makubwa na madogo tukiongozwa na kile tunachokiona kwa wengine. Huwezi kutambua, lakini pale unapochagua kula kwenye mgahawa wenye watu wengi au kununua bidhaa kwa sababu tu ina maoni mengi mazuri, tayari umeathiriwa na kitu kinachoitwa social proof. Huu ni msukumo wa kisaikolojia unaotufanya tuamini kwamba kama watu wengi wanafanya jambo fulani, basi hilo ndilo sahihi. Lakini je hii nguvu inaathiri vipi tabia zetu? inaweza kutusaidiaje inaweza kutudanganya vipi na tunawezaje kuitumia kwa faida kwenye maisha yetu? Leo tunachambua yote kwa kina. Social proof ni nini? Social proof ni tabia ya binadamu kuiga au kutegemea maamuzi ya wengine pale tunapokosa uhakika au tunapokuwa na shaka kuhusu jambo fulani. Nguvu hii inafanya mawazo yetu kufikiri kwamba watu wengi hawawezi kuwa na makosa. Hivyo tunafuata kile kinachoonekana kuwa mwenendo wa wengi. Hili hutokea bila hata sisi kufikiria sana. Ni reaction ya kisaikolojia iliyojengwa kwa miaka mingi kama njia ya kuokoa muda na kuongeza usalama. Mfano rahisi: ukipita barabarani ukaona watu ishirini wamesimama wakitazama juu, bila kuulizwa utainua kichwa uangalie nini kinatokea hapo. Tayari umeathiriwa na social proof. Aina za social proof. Namba moja, social proof ya umati, crowd behavior. Hii ni pale unapoiga tu kwa sababu umati unafanya kitu fulani. Mifano: kuingia mgahawa uliojaa watu, kununua bidhaa kwa sababu inauzika sana, kushiriki trendi ya mtandaoni bila hata kufahamu chanzo. Namba mbili, social proof ya wataalamu, expert social proof. Tunapenda kuamini maneno ya watu wenye mamlaka au ujuzi. Mfano: daktari akisema bidhaa fulani ni salama, mtaalamu wa teknolojia akipendekeza app fulani. Namba tatu, social proof kutoka kwa marafiki na watu wa karibu, pia social proof tunafanya tunachokiona watu tunaowajua wanakifanya. Mfano: rafiki akikwambia ya gym yao ni nzuri unajiunga bila shaka, familia ikikushawishi bidhaa fulani ni bora. Namba nne, social proof ya mitandaoni. Reviews and testimonials. Hii ndiyo inayokutawala zaidi leo: maoni na ratings, kununua kitu kwa sababu kina five stars, kuangalia movie kwa sababu imetrend. Namba tano, social proof ya umaarufu, celebrity influence. Tunahusisha umaarufu na ubora, mfano kuvaa brand fulani kwa sababu tu msanii anavaa. Kwa nini social proof ina nguvu sana? Namba moja, hutukinga na makosa, decision shortcuts. Badala ya kuchunguza vitu vyote sisi wenyewe tunaiga kile wengi wanakifanya kama njia ya kurahisisha maamuzi. Namba mbili, hofu ya kutengwa, fear of missing out, FOMO. tunafanya mambo kwa sababu wengine wote wanafanya tukiongopa kuachwa nyuma. Namba tatu, tunapenda usalama wa kisaikolojia. Binadamu anapenda kuwa sehemu ya kundi. Kuiga kundi hutupa hisia ya usalama, kuonekana sahihi na kukubalika. Namba nne, ni sehemu ya silika ya kuishi survival instinct. Kwa maelfu ya miaka kuiga kundi kulimaanisha kuishi, hasa kwa hatari ambazo zilihitaji uamuzi wa, wa karibu. Mfano wa maisha halisi. Mfano namba moja: mgahawa. Kama kuna mgahawa wenye watu wengi na mwingine uko tupu, utaingia upi? Wengi wanaingia wenye watu wengi, hata bila kujua ubora wa chakula. Hii ndio social proof. Mfano namba mbili: YouTube. Ukionda video ikiwa na views nyingi Unaweza kuiclick bila kusita, hujui kama ni nzuri, lakini akili inakwambia watu wengi hawawezi kukosea. Mfano namba tatu, mitaa. Ukienda sehemu usioijua usiku, ukiona watu wote wanatembea upande mmoja wa barabara, utafuata upande huo bila kuuliza. Jinsi social proof inatudanganya. Ingawa ina faida, social proof inaweza kutupotosa sana kama hatutakuwa makini. Namba moja, umati unaweza kukosea. Kuna nyakati watu wengi wanakosea pamoja. Mfano, scams au biashara za ulagani. Namba mbili, tunapoteza umilisi wa maamuzi. Unajikuta unaishi maisha yasiyo yako, bali ya watu wengine. Namba tatu, tunafuata trend bila kuelewa. Kitu kinaweza kutrend lakini hakina maana wala si cha msaada kwako. Jinsi ya kutumia social proof kwa faida: Namba moja, chula taarifa kabla ya kuiga umati. Usifanye maamuzi kwa sababu tu watu wengi wanafanya, uliza maswali. Wengi wanakifanya kwa sababu ni sahihi au kwa sababu wanafuata na tu? Je, hiki kitu kinanifaa mimi binafsi? Mfano, watu wengi wanaweza kununua bidhaa fulani kwa sababu inadumu mtandaoni, lakini ikifika kwako hukufai. Kabla ya kufanya uamuzi, angalia umuhimu wake kwako, si kwa wengine. Namba mbili Tumia social proof kujenga uaminifu wako kazi, biashara na YouTube. Hii ni njia ya kitaalamu ambayo makampuni makubwa hutumia. Unaweza kuitumia kwenye biashara yako, YouTube channel yako na brand binafsi. Njia ya kuitumia: onyesha ushuhuda wa wateja waliokufanyia kazi, onyesha comments nzuri kwenye video zako, tumia mifano halisi ya watu walionufaika na kile unachokifanya, onyesha takwimu za mafanikio, kama watu 500 wametumia huduma hii na wamepata matokeo. Kwa nini hii inafanya kazi? Kwa sababu watu huamini ushahidi unaotoka kwa watu wengine zaidi ya kuliko maneno yako. Namba tatu, jifunze kutazama zaidi ya trend. Trend ina kelele, ubora uko kimya. Usifanye kitu kwa sababu kina trend bila kufanya tathmini. Mfano, trend ya kumiliki vitu vya kifahari inaweza kukuumiza kipesa. Trend ya challenge za hatari inaweza kukulaza hospitali. Trend ya upotoshaji inaweza kukupotosha kisaikolojia. Je, uifanyeje? Angalia chanzo cha trend, jiulize kama inakufaa kabla ya kujiunga. Jua kwamba watu wengi wanaweza kurushiwa na hisia za muda mchache, sio mantiki. Namba nne, tumia wataalamu sahihi. Si kila anayejionyesha expert ni expert. Wataalamu wanakusaidia kufanya maamuzi mazito, lakini lazima uangalie sifa zao, historia yao uhalisia wa kile wanachosema. Kwa mfano, kama unataka ushauri wa afya, usiangalie tu mtu maarufu kwenye Instagram, tafuta mtaalamu mwenye leseni. Namba tano, kuwa na maamuzi yako binafsi, independent thinking. Haijalishi umati unasema nini, wewe pia una akili yako. Social proof inatusaidia, lakini isiwe kama remote control inayotuendesha. Jifunze kusema hii haifai kwangu, watu wanafanya lakini mimi si lazima. Hii ndio siri kubwa ya watu wenye mafanikio, wanafuata wengine pale inapofaa na wanapotoka kwenye mkondo pale wanapoona haifai. Je, ni sehemu gani social proof inaonekana sana leo? Mitandaoni, Instagram, TikTok, YouTube, biashara na matangazo. Maisha ya kijamii, fashion, teknolojia, mahusiano, politics, hata kwenye imani na dini. Kila mahali tunasukumwa na nguvu hii bila kujua. Unaposhindwa kufikiri kwa binafsi, unaweza kupoteza maisha yako mazima ukijaribu kuishi kama wengine. Social proof haiko hapa kutufanya tuige kila kitu, bali kutusaidia kufanya maamuzi sahihi kwa kutumia ushahidi halisi, sio tu idadi ya watu. Kama umejifunza kitu kipya leo kuhusu social proof, acha comment nimeelewa, ili tujue ni sehemu gani imekusaidia zaidi. Usisahau kusubscribe ili upate somo jingine la kina kuhusu saikolojia ya maisha kila siku, hapa Life Psychology TZ. Tukutane tena kwenye video nyingine. Bye.